Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kundiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Figa hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni TAKUKURU yanasa genge la wahalifu, ni wanaotumia kadi za benki, zimeshaibiwa bilioni 18. Wachina wadakwa kuhusika, waibia raia mataifa 11. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili hatua yaanza kuirejesha Tanga viwanda, habari katika ukurasa so wa 17. Serikali yawekeza bilioni 280 umeme daa, habari katika ukurasa so wa nne. Mabasi ya umeme Zanzibar kuanza Februari, habari katika ukurasa so wa 3. Maboresho ya uhamiaji yaja kusomea utalii wajue lugha zaidi ya moja, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dayavuka lengo ujenzi madarasa sekondari, habari katika ukurasa wa tatu. Migiro aagiza mashina CCM kupokea matatizo ya wananchi, habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari leo, gwiji la habari Tanzania, habari picha ikionyesha wakazi wa mkoa wa Morogoro wakiwa kwenye foleni katika huduma katika banda la wakala wa usajili, ufilisi na udhamini Rita wakati wa uzinduzi wa kliniki ya utoaji huduma za msaada wa kisheria iliyofanyika viwanja vya stendi ya zamani mjini Morogoro jana, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari liliopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kauli za Trump za tikisa dunia, ni baada ya kutangaza kununua mafuta Venezuela, huku wakieleza mpango wa operesheni za kijeshi kwa nchi nyingine, mataifa ya mpinga yaendelea kulaani uvamizi. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili wa China waliodakwa na mabilioni kizimbani, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Dar es Salam, raia wawili wa China waliokamatwa na mabunda ya fedha ndani ya nyumba wanaoishi wamepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu wakikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Milioni 281 kiasi cha fedha za kitanzania walizokuta nazo watuhumiwa hao. Mia saba na saba na sabini na tano ni kiasi cha dola za Marekani walizokutwa nazo raia hao wa China watano, wakiwamo wanajeshi wawili kortini kwa kuua tembo 12. Habari katika ukurasa wa tatu. Mitandao ya kijamii ilivyo mateso, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano wa gazeti hili. CCM na mikakati mipya kiutendaji, habari katika ukurasa wa 14 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye li. Habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni genge linalodaiwa mtandao hatari wa uhalifu mbaroni, linajumuisha raia wa kigeni, ni mazalia ya utakatishaji fedha uliotokana na wizi wa taarifa za kadi za benki kutoka mataifa mbalimbali duniani. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Waziri Simba Chaweni atoa maelekezo wa uhamiaji kuhusu utalii, habari katika ukurasa wa nne. Arasi Chalamila ajitosa mgogoro mwingine wa mjane, habari katika ukurasa wa tatu. Karibu mkuu CCM afunguka, habari katika ukurasa wa nne. Waziri Profesa Shemdoe afanya ziara karakana ya Udat, habari katika ukurasa wa pili. Fursa za uwekezaji za nchini zanikwa tume ya madini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Maelfu waandamana Venezuela wakitaka kurejeshwa kwa Maduro, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi. Lakini pia gazeti hili limeandika kituo cha ufuatiliaji magonjwa yaliyosahulika chazinduliwa Zanzibar, habari katika ukurasa wa kumi na moja. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku kila siku Fort Johana Day Care and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Daycare and Nasa School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tunatazama sasa gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, lenyewe katika ukurasa wake wa mbele limeandika wakazi Dar hatarini, uchunguzi wa Nipashe wabaini mambo mazito udhibiti duni tope kinyesi visima vingi vya maji vina shida baadhi vimefunikwa kwa amri ya mganga mkuu wa mkoa undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili ripoti ya uchunguzi Dar es Salaam iko hatarini kutokana na asali za ardhi yake ya mchanga inayoruhusu uchafu kuchuja kwa haraka hadi kwenye maji ya visima katika utafiti wangu uliohusisha zaidi ya kaya 400 nilibaini maji ya visima vingi yana mchanganyiko wa vimelea vinavyotokana na kinyesi. Taarifa mbalimbali zimeandikwa kutokana na utafiti huo. laki tisa elfu kumi na tatu mia saba na saba idadi ya majengo Dar es Salaam. laki nane elfu arobaini na saba mia mbili hamsini ni idadi ya majengo yenye huduma ya choo. Undani wa taarifa hii umeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti Nipashe. Waziri atangaza vigezo vipya ajira uhamiaji. Ofisa wa uhamiaji lazima awe msomi, ajue lugha zaidi ya moja. Dunia ya leo ni ya ushindani, tunataka ofisa anayekutana na mgeni awe na uwezo wa kuzungumza Kiingereza, Kifaransa, Kiarabu, Kichina au lugha nyingine muhimu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, na hii ni nukuu ya waziri Simbachawene. Raia wa China waliodaiwa kukamatwa na mabilioni kizimbani raia wa China, raia mmoja wa Bulgaria pamoja na Mtanzania mmoja wamefikishwa katika mahakama ya kimomkazi Kisutu jijini Dar es Salaam wakikabiliwa na mashtaka matatu ya jinai yakiwemo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa tatu. Mwanza wahitaji ya tume chanzo madhira machafuko Oktoba 29, habari katika ukurasa wa tano gazeti hili limeandika ACT ya kumalia mambo manane, CCM yamulika utendaji mashina, habari katika ukurasa wa nne na ukurasa wa tano. Mtuhumiwa mauaji ya mkewe anaswa akijikata koromeo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii, pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Uhuru kweli daima, lenye katika ukurasa wake mbele limeandika Dr Migiro aje kivingine, aibuka na kalamu isemayo China linakuita, ataka kila mwanachama kusimamia miradi ya maendeleo, asema mabalozi wa mashina ni watu muhimu, ni vyema wakapewa ushirikiano na viongozi wengine. Habari katika ukurasa wa pili. Wachina wanaodaiwa kukutwa na mabilioni kortini, habari katika ukurasa wa sita. Tanga raha, serikali imeanza utekelezaji wa mpango mkakati wa kufufua viwanda 18 visivyofanya kazi kwa muda mrefu hatua hiyo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais Samia Suluhu Hassan kurejesha hadhi ya mkoa huo ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 17. Kiongozi atoa darasa la amani kwa vijana habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Habari picha yakimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha baraza la mawaziri Kulundogo, Tunguu mjini Zanzibar jana. Gazeti Zanzibar leo kweli na uwazi nalo mikononi mwangu lenye limeandika tutaendelea kuimarisha mazingira biashara Hemedi. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali kuimarisha idara ya uhamiaji Simba Chawene habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Diko la samaki Mbuyuni kuchochea biashara habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Zanzibar jipanga kuimarisha shirika la ndege habari katika ukurasa wa tatu. Marekani kujadili namna ya kukinyakua kisiwa cha Greenland. Habari katika ukurasa wa tisa ZSSF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 vyashiria usonji. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo ni gazeti ya Mwanaspoti, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili, ni mzizi madabi, mechi ya kisasi mipango mbinu, kuamua kazi nyingine, ipo kesho. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili ni mapinduzi cup, Simba dhidi ya Azam, mchezo utapigwa saa mbili na robo usiku, ni amani complex Zanzibar. Depu yanga kimeeleweka kuibukia mapinduzi, panga la Pedro mm, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 14 4 Januari 9 ni Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Gazeti limeandika JKT Simba kazi ipo, habari katika kurasa za ndani. Mke afafanua issue ishu ya Saidi Fela, habari katika ukurasa wa 17. Ndoto ya Lumumba yazimika, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti hili. Mwanaspoti michezo limeandika Arsenal dhidi ya Liverpool ni leo saa 5 usiku. Atletico Madrid dhidi ya Real Madrid, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku. FA leo Alhamisi ni PSG dhidi ya Marseille, mchezo unapigwa saa tatu kamili usiku. Na hivi ndivyo leo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele, gazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma, habari za michezo na burudani limeandika Simba Azam vitani, mapinduzi leo amani stars kutoa leo kishujaa. Habari katika kurasa za ndani. Kocha Yanga ataka mshambuliaji mpya. Habari katika kurasa za ndani. Karia aziraka timu ligi kuu kuboresha vikosi. Habari katika kurasa 23. Ratiba robo fainali AFCON 2025. Ni Mali dhidi ya Senegal saa moja kamili usiku. Cameroon dhidi ya Morocco ni saa nne kamili usiku. Januari kumi ni Algeria dhidi ya Nigeria saa moja kamili usiku Misri ivurkuu94 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Habari Leo, kwa la habari Tanzania gazeti Nipashe ya Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa nyuma habari za michezo limeandika, Simba Azam mechi ya kisasi mapinduzi. Beka asisitiza analitaka kombe, huku Ibengi akisema watapambana historia haichezi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Mapokezi ya kihistoria Stars, Yanga sasa kicheko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na tatu. Semejo asubiri muda kutwa City. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini na moja, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga Jamii, na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv.